Mheshimiwa Brigadia, naomba uje kuongea na, kuonge na hadhara hii baadaye tumuinue tumu, tumu, mgeni rasmi ili aweze kuzungumza. Wazee Chadema wamefanya ndio sehemu ile kuu, vijana tumebaki huku huku sisi. Emuoye teni woye Wanathemi, nimekuja hapa kuongea na ninyi, nimekuja hapa kuongea na wanaarusha wenzangu, nimekuja hapa kuongea na watanzania wenzangu. sisiemu oye jambo -E. la kwanza, ndugu zangu, elfu mbili na kumi tulivyomchagua mbunge kwa tiketi ya CHADEMA na diwani kwa tiketi ya CHADEMA kwenye kata yetu ya Themi, ndugu zangu, tumeumizwa wamekuwa wakipitapita wakisema mheshimiwa Magufuli hafai kuwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa sababu eti ana sura mbaya. Lakini niwaambie ukweli kwamba sura ya mheshimiwa Magufuli ndio sura ya kazi uongo. Aaaaaa! na nawahakikishia kwamba wao wanamgombea mwenye sura nzuri, na sisi ingekuwa tunamtafuta mis Tanzania tungemchagua yeye, lakini si tunamtafuta rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, na sio mis Tanzania. Ndugu zangu, Magufuli amefanya kazi nzuri ndani ya Tanzania na Watanzania wengi hawamfahamu Magufuli kwa sura, lakini wanamfahamu kutokana na kazi zake alizozifanya. Ukienda Singida utaona kazi za Magufuli, ukienda Mbeya unaona kazi za Magufuli, ukienda Dar es Salaam, Mtwara, kule Tabora, kila mahali tunamwona Magufuli amefanya kazi nzuri. Magufuli ni mtu mwaminifu, Magufuli ni mtu mwadilifu, Magufuli ni mchapakazi. Magufuli amekuwa waziri wa kawaida kwenye wizara ya ujenzi lakini kazi zote alizozifanya ametupa heshima kubwa wa Tanzania. Sisi oye! Lakini mgombea wao anasema ana sura nzuri. Tumempa waziri mkuu kwa miaka miwili, lakini ametuletea aibu. Na msogope, mafuriko yasiwatishe. Yale mafuriko mnayoona kwenye mikutano yao, wananchi na vijana wanataka kwenda kushuhudia kwamba niseme nisiseme, sema baba. niseme nisiseme, toboa. Mara nyingi tumezoea kusikia kwamba wezi na vibaka ni vijana. Uongo, yeah. lakini wanakusanyika kwenye mkutano kwenda kushuhudia huyo mzee ambaye ni waziri mkuu ambaye ni mwizi na fisadi wa nchi wale si wapiga kura? Wapiga kura wote watapeleka kura kwa chama cha mapinduzi. Lakini lingine niwaambie ndugu zangu, tusishabikie wala tusifanye nani, kampeni za ushabiki wala tusipige kura za ushabiki. Anasema atatuletea mabadiliko Tanzania, pale kwake Munduli maji ndoo moja ni shilingi mia tano, na alishakuwa waziri wa maji amefanya serikalini miaka arobaini. Wamasai wenzake wa jamii ya ufugaji hawana eneo la kuchungia ng'ombe, wanaenda kuchunga kule Simanjiro kwa Sendeka, zingine wanapeleka Morogoro na zingine Kilindi, Mbeya. E, kama alikuwa na nia nzuri ya kuleta mabadiliko, siangeanzia kwake. Tutamwaminije kwamba atatemi atatuletea mabadiliko na kule kwetu Machame? CCM oye Ndugu zangu, Biblia inasema kwamba asiye wajali watu wa nyumbani kwake afai hata kwenye ufalme wa mbinguni. sisiemu yeah, si, oye! Ndugu zangu, tutumia akili, wenzetu hatuletie at, mabadiliko ya maendeleo, wanataka apate mabadiliko kwa ajili ya matumbo yao na familia zao. Chama pekee ambao kitatuletea mabadiliko, raisi pekee tuletea mabadiliko ni mheshimiwa John Pombe Magufuli. Ndugu zangu, niwaambie kweli, wananchi wa Tanzania hawakichukii Chama cha Mapinduzi. Wananchi wa Tanzania wanawachukia uwezi, wanawachukia mafisadi, wanawachukia wabadhilifu wa mali za umma na viongozi wanaotumia madaraka kwa masilahi yao na familia zao. Uongo? Sasa, niwaambie CCM ya elfu mbili na kumi na tano sio ile CCM ya elfu mbili na kumi Niwaulize swali la kizushi, ukitaka kuua nyoka unapiga wapi? Kichwani. Ukitaka kuua nyoka unapiga wapi? Kichwani. Jamani, CCM imefanya kazi nzuri, unavyotaja wezi wa mali za umma unavyotaja mafisadi wa nchi hii unavyotaja wabadhirifu wa mali za umma, unamtaja nani? Semeni kwa nguvu, watanzania wasikie, unamtaja nani? unamtaja nani? Sisihemu tumemfukuza hatujamfukuza, sisihemu tumemfukuza hatujamfukuza. Na Mheshimiwa Magufuli amesema atakapoapisha kuwa rais, jambo la kwanza atakalolifanya, atafungua mahakama maalumu ya kushughulikia mafisadi na wezi wa mali za umma. Sisi amwaye, ndugu zangu, naomba tumwamini mheshimiwa Raboi. Mheshimiwa Raboi ni mtu mwadilifu. Mheshimiwa Raboi ni mweshi, mtu mweshi, mwaminifu. Mheshimiwa Raboi anaweza kutuletea mabadiliko kwenye kata ya Themi. M diwani tuliomwea kwenye kata ya Themi, kazi yake aliyokuwa anaifanya ni kutafuta namna ya kunenepesha tumbo lake na familia yake. Ndugu zangu, ninasikia kwamba kuna hela zilichukuliwa pepsi milioni nne na laki tano kwa ajili ya kuchezesha kombe la diwani. Vijana wa Themi, mmecheza kombe la diwani. Hizo pesa zimeenda wapi? Tumboni. Tumesikia kwamba wametoa milioni kumi na mbili kwa ajili ya kusaidia vikoba vya akinamama wa kata ya Themi, mmepata? Wakinamama zimeenda wapi? Huko. Ruarizi wametoa shilingi milioni kumi na mbili kwa ajili ya kuwasaidia vijana wa jasiriamali wa kata ya Themi, vijana, mmepata hizo hela? Jamani, CHADEMA wanafaa jamani, right. CHADEMA siyo chama cha siasa, CHADEMA ni kampuni ya watu binafsi, ni sakosi ya watu ya kutafuta hela zao na familia zao na kujifaisha wao binafsi. Ninawaomba wakazi wenzangu wa Temi, mi ni mkazi wa Temi na ninauchungu sana na kata ya Temi. Nimeshaongea na Naravoi, ndani ya jimbo la Arusha hakuna kata tajiri kama kata ya Temi. Themi kuna viwanda vya kutosha vya serikali na vya watu binafsi. Tumeshaongea naye, tumwamini Ndaravai, tumpe kura zote. Na tumekubaliana kwamba atakapochaguliwa ataenda kuchukua michango kwa ajili ya tumbo lake na familia yake. Ana njaa kali jamani, hata mkimwona si ameshiba? Hata ukiona sura yake si na huruma jamandarakwaji kutumakangata wala kutuuma simpe Mungu mwenye njaa akali udiwani kwenye kata yetu. Tumekubaliana kwamba atawashika vijana mkono kwa makundi makundi, hakikishe anawapeleka viwandani vijana, wapate ajira, waache kuzurura mitaani. Tumekubaliana kwamba vijana wote ndani ya miaka mitano watakao kuwa diwani hata kisha wanapata kazi buarizi wanapata kazi kule samfradi na maeneo yote yenye viwanda. Haiwezekani tena tuwe na viwanda vingi namna hii alafu watu watoke Tanga, Tabora, watoke Msoma, waje wapige kazi, vijana wetu wazurure mitaani. Haiwezekani. CCM wae oyee! Brigedia we oyee! Nitahakikisha mnapambana na kushirikiana na Mheshimiwa Naravoi kwa ajili ya maendeleo ya kata ya Themi. Ndugu zangu vijana, akina mama na wazee, ninaomba msiniaibishe. Au hamnitaki Themi? kama mnitaji, niambieni niondoke zangu. Mnanipenda nipendi? Kura ya udiwani kwa nani? na oh, si si, na kura ya urais kwa nani? Wangapi wanampenda Ndaraboi? Peleka mikono juu, simama wote, si mama, weka mikono juu. Wangapi watampigia Ndaraboi kura? Wangapi watampigia Magufuli kura? Oh, sema kwa maneno nnaofuata, sema mimi mwananchi, mimi mwananchi wa Temi, nitahakikisha kwamba nimempigia Magufuli kura kuwapigia mafisadi na wezi wa mali za umma. Ee Mwenyezi Mungu, nisaidie. sisiemu y tan oye! Asanteni sana ndugu zangu, kesho ukiingia chumba cha kura unachukua unaweka. Asante sana, iyo unaitaka. Brigedia oye, oh Waheshimiwa, wananchi wa Themi, ndugu zangu, majirani zangu, rafiki zangu, vijana, akina mama na wazee, kwa heshima na taadhima, ninaomba kumleta kwenu mheshimiwa mbunge wetu mstaafu, Mheshimiwa Felix Mrema, mshangilie mheshimiwa.